Bwana awe nanyi. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia Wayahudi, Mimi nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si kweli. Yuko mwingine anayeshuhudia, nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaonishuhudia ni kweli. Ninyi mlituma watu kwa Yohane, naye akaishuhudia kweli. Lakini mimi siupokei ushuhuda kwa wanadamu, walakini ninasema haya ili ninyi mpate kuokoka. Yeye alikuwa taa ili iwakayo na kung'aa, nanyi mlipenda kuishangilia nuru yake kwa muda. Lakini ushuhuda nilionao mimi ni mkubwa kuliko ule wa Yohane, kwa kuwa zile kazi alizonipa Baba ili nizimalize, kazi hizo zenyewe ninazozitenda, za nishuhudia ya kwamba Baba amenituma. Naye Baba aliyenipeleka amenishuhudia. Sauti yake hamkuisikia wakati wowote, wala sura yake hamkuiona, wala neno lake hamnalo likikaa ndani yenu, kwa kuwa ninyi hamwamini yule aliyetumwa na yeye. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Mimi siupokee utukufu kwa wanadamu, walakini Nimewajua ninyi ya kuwa hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu wala ninyi hamnipokei; mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Mwawezaje kuamini ninyi mnaopokeana utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utokao kwa Mungu aliyewapekee hamuutafuti? Msidhani kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba; yuko anayewashitaki ndiye, Musa mnayemtumaini ninyi. Kwa maana kama mgalimwamini Musa, mgeniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu? Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Leo tena katika siku ya Alhamisi ya juma la nne la Kwaresma tunatafakarishwa hasa zaidi juu ya hotuba ya Kristu ambayo leo kidogo tunaweza kuona huzuni ndani ya maneno yake juu yetu, huzuni juu ya ugumu wetu wa kuelewa, hasa zaidi lile ambalo analotaka kutupatia fungu jema ambalo anataka tulisikia na kulipokea kutoka kwake, kiasi kwamba wakati mwingine tunajifanya wajuaji na kutaka hadi kutaka kumwelezea huyu Kristo kwa namna ambayo sisi wenyewe tunafikiri inafaa kuliko hata ile ambayo ametaka tuweze kumtambua. Kristu anataka kwetu upendo, huruma, unyenyekevu, kujali wengine, na utu wema, kutenda wema na mengine kama hayo. Lakini, wakati mwingine tunajaribu kutoka nje na kutafuta utukufu wa zaidi ambao wakati mwingine unazidi hata upeo wetu. Tunarudi tena kule kule kwenye yale majanga ya Wayahudi ambapo walitengeneza mazingira ambayo hata watu walishindwa kweli kumtebe, kumtumikia Mungu na kufungishiwa mizigo mizito ambayo walishindwa kuibeba. Kristo anasema yeye anataka tumwamini yeye na kuelewa kwamba ni utukufu ule ambao unadhihirika kwake au unaotoka kwake tunaopaswa kuupokea. Yeye anajitoa kwa ajili yetu sisi, nasi katika kujitahidi kupokea hayo basi, tusizidishe tukajisahau na kuweza kumwacha na tukaishia kutafuta utukufu wetu. Ikiwa yeye mwenyewe anataka utukufu wa Baba anaweza ku anauleta kwetu, uheshimike, utambuliwe, si yeye bali ule utukufu aliopokea kutoka kwa Baba yake. Sisi ni akina nani hata tutafute utukufu wetu? Ikiwa nitamsaidia mtu kiroho, nitamsaidia mtu kwa mawazo, nikitegemea hasa kupata sifa kwa hilo ninalolitaka, hata kama nina uwezo wa kuponya, nina uwezo wa kumbadilisha ambaye amerukwa na akili au ambaye anatafakari ngumu ndani ya moyo wake, ili kupata amani. Tena hayo yote lazima yarudishe utukufu kwa Mungu mwenyewe, kwa sababu hayatoki kwangu yanatoka kwa Kristu ambaye ameyapokea kutoka kwa Baba kwa ajili yetu sisi. Upendo wetu kwa Kristu ni wa namna gani? Unaweza kudhihirika kwa namna gani? Ndiyo hasa Kristu anatualika leo tutafakari juu ya jambo hilo. Nijiulize mwenyewe mimi, na wewe tujiulize upendo wangu unashabihiana vipi au kwa kiwango gani na upendo ambao Kristu anatuonyesha kwetu? Huruma yangu inashabihiana vipi na ile huruma aliyoonyesha Kristu kwetu? Je, maisha yangu yanashabihiana vipi na maisha ya Kristu anayonifundisha kuishi kila siku? Je, maisha yangu yanabeba zaidi uasilia wangu kuliko ule wa Kristo unaotakiwa kutawala juu yangu? maamuzi yangu yanayo hasa viini au vionjo vya upendo wa Kristo, upendo unaofurika kutoka kwa Mungu kuliko mapendo yangu ya kibinadamu? Hili ndilo ambalo Kristo anatukumbusha leo, akitukumbusha neema ambayo yeye mwenyewe anataka kutufikishia kwetu, akitaka unyenyekevu wetu ukue na kuelewa kwamba unapata vionjo vyake na chanzo chake kutoka kwake yeye ambaye ni mnyenyekevu na ane mwenye upendo kamili katika maisha ya kila mmoja wetu. Hivi kwamba leo tujiulize katika hayo kazi zetu zinazofurika ndani ya mioyo yetu katika upendo wa Mungu, ni kiwango gani tunaweza kweli kabisa, bila hofu, bila shaka kusema familia yangu, nyumba yangu maisha yangu jamii yangu ofisini kwangu Kristu anatawala, na si kwamba Kristu anatawala kama jina tu, bali katika ule utukufu wake, namna ya kutenda, namna ya kutoa haki, namna ya kujali wanaohitaji malezi, wanaohitaji upendo wa kifamilia, mapendo wa kindoa, upendo wa kijamii. Je, hivyo vyote vinatangaza neema ya Mungu? Vinatangaza upendo wa Mungu, vinatangaza ukuu wa Mungu ama ukuu wangu mwenyewe? Kumsifu Yesu Kristu, tafakari ya leo naletwa nanyi kwa kwenu mimi Shemasi Simon Shimbe wa ndugu wa Francisco wa Conventuali Tanzania.